Nairobi ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga amesema kwamba kamwe hatashirikiana kisiasa na aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua. Raila alikuwa akizungumza kwenye sherehe ya iftari iliyoandaliwa na jamii ya wa Waislamu hapa jijini Nairobi hapo jana, ambapo alisema kwamba ataendelea kushirikiana na Rais Ruto huku akiapa kuendelea kutetea haki ya jamii ya Waislamu katika maswala mbalimbali mbali. Lakini nasema bwana, jana wewe walikuwa unasema sisi ni <laughs> nyang'au, leo sisi sisi, sasa leo tumekuwa malaika, tumebadilika. Tumekutoka nyang'au tukuwa malaika namna gani? Kwa hiyo sisi wenyewe hatuwezi kudanganywa, tunajua pale tunataka kwenda. Naambia watu wetu wasimame imara, nina hakika tutafika nakia tutafika, lakini hatutaki unafiki ya mtu ambayo sema hapo mimi. Tumeweka mtego mtego, Waswahili usema mtego wapanya ushika waliomo na siokwemo. Sasa wale ambayo waliweka mtego, ndio mtego wamewashika. Munasikizana ama munampenda baba sana? Because there is serious historical background of our relations that not everybody can understand. Unajua sisi, sisi watu ya Jimbo la Pwani na Raila Odinga tumetoka mbali sana, sana.